hanza jiandikisha au kuboresha taarifa zao awamu ya kwanza, ni waombe jitokeze kwa wingi kujiandikisha kiya kikatiba ya kupiga kura. Ndugu wafanyakazi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kutoa msisitizo kwenu tukta ate na wafanyakazi kwa ujumla katika mambo yafuatayo: Mosi, tukta ni wasihi muweke utaratibu wa kutatua migogoro baina ya vyama vilivyopo ndani ya shirikisho kwa kuwa migogoro hiyo haileti afya, si tu kwa wanachama wenu bali pia kwa serikali, kwa kuwa inapunguza tija na uzalishaji na hivyo kuwa na athari za moja kwa moja kwenye uchumi wa nchi. Kati ya sababu za migogoro hiyo ni kutokuwa na uwazi katika mapato na matumizi ya fedha za michango ya ada za wanachama. Naomba mkaliangalie jema. Nachotamani kuona ni TUKTA inayochangia kuongeza tija na ufanisi katika kazi, hali itakayochagiza maendeleo zaidi nchini kwetu. Aidha, ni watake mwendelee kutetea haki za wafanyakazi wote nchini, wakiwemo ofisi za TUKTA wafanyakazi wenu wenyewe ambao wana madai mbalimbali ya stahiki zao vilevile, muwakumbushe wafanyakazi wajibu wao katika sehemu zao za ajira na kwa nchi yao pia. La pili ni kwenu ate, nanyi niwasihi mwendelee kuwajengea uelewa wanachama wenu kuhusu matakwa ya kisheria hususan takwa la uhuru wa kujumuika na majadiliano ya pamoja mahali pa kazi yatakaporuhusu ja majadiliano haya si tu yatasaidia kuboresha maslahi ya wafanyakazi, bali pia yatasaidia kuongeza tija katika uzalishaji na hivyo kuchangia maendeleo ya taifa. La tatu, kama